Na utalia mpaka machozi ya kukauka na ikiwezekana uyafanye bahari wenye mbizi tuogelee. Hebu ashumu kwamba ingekuwa ni wewe ndo unatukana hivyo, ujisikiaje? Wapoteze cha kufanya cha msingi, wewe wa block, fanya mambo yako, kwa sababu ulishasema hamtafanya chochote mpaka siku mtakapooana. Sasa inakuwaje tena leo anakuja kukaa humu ndani? Si nimekwambia anakuja kwa ajili ya kumwangalia mgonjwa. Since that day nilivyokutana na Doris amenivuruga ni mwenye sielewi. Unajua kama mimi na mchumba wangu yuko nje. Unajua mimi sioni sababu ya kujiingiza kwenye kwenye mambo yao. Shikamoo mama. Unaongea na nani? Simejuuna nini lakini kwani unajui? Doris. Kwa hiyo sasa umemwambia kweli unatumia akili, nimesha kwambia kwamba mimi siwezi kuwa na mwanaume mwingine yoyote kwa kipindi hiki. Na mimi sijataka uwe na mwanaume mwingine, lakini nenda kumwambia kwa midomo yako mwenyewe. Hapana, kwa sababu mimi mwanaume wangu anakuja kutoka Sudan kesho kutwa. Sasa na sisi tunapata shida, tunatakiwa tuenjoy, tumetoka honeymoon. Yaani mtu kila wakati anakuja pale anagunga yani, kila muda ni mchana, usiku, jioni, yuko pale. Asipokuja simu. Hasa tunapata wapi mda? Sawa, naomba nisikilize, nisikilize, nakuomba makini, sikiliza basi. Naomba tunenda ukamwambia kwa majino yako mwenyewe ya hatakuelia yani <laughs> hicho ni kitu ambacho akiwezekana, yeah, msubini kumaishi chumki, alafu niambie huyo Ussi wako na huyo anamwingiaje? Laba kwa mfano una chuma hicho, sawa, sijakataa kataa, sie yupo mimi. Nachotaka kukwambia kukuambia, nataka kuniambia kunambia nini, naomba tukazungumze na yule kaka. Na kali ni kitu ambacho kiwezekani kae, ni mwambieni kwamba sihitaji kuonana naye. Kwani ni kipi kinachoshindikana? Basi kubali wewe tukakatae neno, si ni simple to like that? afu sisi tunakaa na amani. We, sisi hatuna amani, unjua hatuwezi hata tukakaa tuka enjoy penzi letu ndo kwanza jipya la ndoa. Yani masaa yote mtu anatuingilia anatu tu anatuingilia, na tunasababisha wewe Doris, kama kweli umpende Ussi, kwa nini ulimkubalia na ukaenda naye kabisa hotelini? Nilalala hotelini. Simlisababisha nini baada ya kufukuzwa kule? Mlitaka nilale wapi? Eh? Mlitaka nilale wapi? Yote haya yamesababisha hapa hamna kulaumia, na ilitokea tu ni accident bahati mbaya. Hata mimi mwenyewe sikukutukudhamiria. Shangaa tu. Basi fanya bahati mbaya pia kwenda kuonana naye. Eh? Ndio. Si unaenda kumaliza tu, unafika pale, unamwambia bwana kwanza leo mimi na, na wewe sijui na nini na nini basi. Unapokaa hivi, mwenzako anajua, yaani ipo siku atakupata. Ndio maana anaendelea tu kufuatilia kufuatilia, lakini ukienda kumwambia anaweza akakata kamba akaendelea na mambo yake. Fanya basi hivyo Doris, simple like that. Yeah, it's very simple hivyo. Aho, kwa sasa hivi kiukweli bibi, sijui mm, tena kwa sababu yule alikuwa akipiga simu nakunitukana nakwenda kwenye posti zangu kwenye mtandao yangu kunitukana. Sasa hivi afanye hivyo tena. Sasa kinachokuuliza ni nini, kinachotokea sasa hivi ni kwamba kwenye kila posti yangu, katika kila kitu nitakacho posti mpaka DM natumiwa message na akaunti mbali mbalimbali, na ujumbe ni mmoja tu, mtoto wako akienda kwa jirani kudoa chakula usimchape, angalia mapishi yako. Ni wangapi wanaokutukana hivi? wasiko akaunti tatu watatu Utalia mpaka lini Rebeca? Kwa nini, kwa nini usimwone Grayson? Hapana bibi, hapana <coughs> na uogope ukweli. Uwezi kuwa unalialia kila siku Rebeca, wakati unao watu wa kukusaidia. Mimi naamini kabisa, Grayson atalifuatilia kwa undani swala hilo na kulimaliza, eh? tatizo ni mimi, bibi Stani, kama niko tayari kukabili ukweli. Ukweli nini? Rebeka, unalialia na kuteseka mpaka lini Rebeka, wakati unao kabisa watu kamili wa kusaidia kumaliza matatizo hayo, eh? wapo watu kabisa wa kusaidia kumaliza matatizo hayo. Wewe unakaa unalialia kila siku kwa sababu gani? lazima umkabili Grayson ili aweze kulimaliza swala hilo. Haiwezekani ulie uishi katika hali ya namna hiyo. Mi siwezi kukubaliana na tatizo kama hili, lazima alifikie mwisho. Ye ana uwezo wa kulimaliza. Nafikiri umenielewa.

Sada, bro. Sana. Mrembo, <coughs> naona <Don't Okay. sighs> umeanza kupona, usitafute ajali nyingine. Mimi wala mimi sihitaji kukuelewa. Uh, uh, uh. Inachotakiwa tu hapo upone ukaendelee na maisha yako. Lakini tabia ya kuanza kuona wanawake wenzako wazuri itakufikisha mabaya sana.

Halo, uko wapi? Hey, u... ah, nivijua utanzingua ujue kwami unanijua vizuri, kama stakuja nisingekuja, hakuwa na haja ya kudanganya. Uhali gani? Lakini Niko niko poa Hey, mbie skina abi, mimi naitwa bakon sio bonge sikia, Bonge, mimi pia naitwa Shemson sio siokeleni, sawa keleni. Yule binti mimi ni shemeji yangu, sasa usije ukaanza kulopoka vile vitu vya siku ile. Unajua Bonge, unazingua, nimekwambia mimi naitwa Shemson. Bado narudia tena kuita Kielani kama nilivyokuambia, usi biashara yote, kabla hujaanza unatakiwa ufanya research ya kutosha, yeah, sababu sababu unaweza ukaingia tu hivi kichwa kichwa, ukashangaa unapata hasara yani... <coughs> ya na ndio maana nimesema kabla sijaanza kufanya chochote nipate watu wawili watatu ambao watakuwa wanahusiana kabisa na biashara ambayo wanataka kuifanya ili tuweze kufanya mjadala wa mawili matatu. Wewe. Ya, ya kabisa. Ya, ya. Kutuji, fun, ya, ndugu yangu tumetoka huko tuje tu have fun hapa pamoja lakini wewe uko tu ulimwengu wako, sijui ulimwengu gani huko sisi. Hamna kutoka pamoja. Jamani, samani.

Kila kitu kinahitaji muda. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Usichelewe kurudi. Badilika kwa nini? <laughs> Kuna wimbo wa zamani wenye msemo na usemo, thamani ya mapenzi ni kwa yule tu anaipendwa, lakini kwa anaipenda ni mateso. Mi, mi Lekine... Noma Noma mimi? Kabe, mimi e ni kweli, lakini naomba tuondoke. Unasema naomba tuondoke? Niamini, mimi mimi ndo mwenye shida, ujue. Inabidi ni mvumilivu, sio hey. Usi, hata kama ukiwa una shida yani, sengine unatakiwa ujifanye kama vile una shida unapotezea, na unapokipotezea kitu unakipata kiurahisi. <laughs> <laughs> Yani, sasa <sighs> alafu pia usioneshe sana hivyo hadi kwa mwanamke, hata kama alikuwa anakutaka pia, na hisia hisia zinaweza isiwepo tena. I know you know about love okay. Yeah, It's pain. Be strong. Tuondoke. Twende. No. Wamuzi wao mi sio wafiki. Nitamsubiria mpaka langu litimie. Tuondoke. Trust. I'm not going anywhere. Telewaukani nini? Nakwambia hivi, naomba tuondoke. Baby. Yes, darling. Umelala sasa hivi? I'm so tired, baby. Nimekumisi. Serious? Sana. Yes, you too, baby. Eh eh, uko wapi hapo kwani? Hapa niko washroom, si unaona? Ulikuwa hey, kimya muda mrefu vipi? Nilikuwa niko naongea na watu sema nimewacha mara moja. Aha. Nimekukumbuka bwana. Ila toka hapo nasikia harufu mbaya. Hapo <laughs> <laughs> unajua kama upo karibu eh? Naona. Eh hey, eh. <laughs> Njoo basi, fumba macho, ukifumbua tutaniona. Rudi leo, nitakufuata kwenye ndoto. Kare ni wapi? Ameondoka. Ameondoka. Ussi, samani kama nimewakoza glaiawnitafudhai haujapokea kwanza msamaha wangu. Msamaha huo unaleta maana ikiwa anayeomba amikusudia kutorudia tena kwa sadtena Ndiyo na mimi nilikuomba kwanza, haujui kama amenikwaza au la, si ndo maana sentensi yako, sivyo? Sasa mimi haujanikwaza, ndio maana sijapokea msamaha wako. Pokea glasi. Tatizo la macho yanatabia kuvutikwa na vilivyo mbali. Unajua ni kwa nini? Hapana. <laughs> kitu kikiwa mbali kuvutia kwa rangi zake na mapungufu yake uyao, lakini kadiri kinaposogea karibu ndipo macho yanapogundua mapungufu yake na hatimaye kuamua kupenda kingine kilicho mbali zaidi lakini inachofahamu macho ni fari yake kuona, si ndio ya? Ya ila tatizo, macho yakishaona moyo ndo unateseka. Matokeo yake mioyo yote imekuwa ikipenda vitu vilivyo mbali na kuviacha vingi vizuri ambavyo vimetuzunguka. kwa nini? <tuh> Yaani nimeelewa unavyomaanisha, au ninachokifikiria ndio chinachomaanisha? Sidhani, sidhani nataka kushea uzoefu wangu na wewe. Mhm. Mm, zamani nilikuwa napenda sana vitu ambavyo siki, lakini sasa hivi nimeamua kupenda vitu ambavyo viko kwenye mm -hmm. a kilichokwemo moyoni mwangu mkeli wangu wa dhati, na niko tayari kulipigania penzi langu kwa kaza, lakini usi Si nimesha kuambia kwamba mpenzi wangu yuko nje ya nchi, Doris. Lakini pia umeniambia huyu jamaa hajafanya taratibu zozote na wala hamjawahi kuonana, mnawasiliana wasiliana tu kwa mitandao. Ni kweli, sijakataa, lakini ninampenda na ameniambia hivi karibuni anakuja Tanzania. Sawa. Niko tayari kukuvumilia kwa kipindi chochote utakachotaka taku, ila naombi moja tu kwako, naombi moja tu kwako, naomba kuwa karibu nawe. Shikamoni. Bana baba. Mbombo. Shemeji na kusalimia? Kwani lazima? Mbombo, kwa nini vipi mtoto si na kusalimia huyu? Angekuwa mtoto nyumba hii angerudi mapema. We mpaka saa hizi anazurura afu unasema ni mtoto. Na hiyo ndo adabu? Angekuwa na adabu, unatakiwa hapa nyumbani akuwa na heshima, anarudi mapema. Ndio mnavyofundishana hivyo? <coughs> Yaani saa hizi hata saa tatu bado ndio ukachelewa nini? Mpaka ivuke saa tatu ndo mtu anachelewa nyumbani kwao. Ndio maana do akaanavofindishana hivyo, nakwambia tabia za mimi ndani ya nyumba hii mistaki na sipendi kabisa kuishi na watu wajinga wajinga.